Tuangazie masuala ya elimu sasa ambapo usajili wa wanafunzi kujiunga na gredi ya kumi umeingia siku ya tano hii leo nchini huku idadi ndogo ya wanafunzi wakiripotiwa kujiunga na shule za kaunti ndogo. Shule kadhaa ziliandikisha wanafunzi wachache sana huku zingine zikiwa hazijafikisha hata nusu ya wanafunzi waliotarajiwa. Hayo yanajiri huku baadhi ya wazazi wakifika na wana wao katika shule za bweni bila karo. Brenda Wanga na maelezo zaidi kuhusu changamoto zinazoendelea kushuhudiwa. Wanafunzi wa gredi ya kumi wanaojiunga na shule ya sekondari ya juu kote nchini wanaendelea kumiminika katika shule tofauti. Shule ya Rigena Mixed ya daraja la C4 ilikuwa imetengewa wanafunzi mia nne lakini baadhi ya wazazi walishangaa walipokuja na barua za kujiunga na shule na kisha kutakiwa kutoa malipo. Ilhali barua hizo zilionyesha tu ada ya masomo inayotozwa na serikali. Tunaambiwa serikali inalipa pesa, lakini tufika shuleni tunaitishwa pesa nyingi elfu ishirini na na wanasema serikali inalipa singine. Wasimamizi ambao hawakutaka kutambuliwa wanasema kuwa hali hii imeathiri usajili wa wanafunzi. uh, In the the the sense that uh, these parents parents when a a a a parent comes to to school school with with a student has done shopping but no school fees for the boarding facilities then uh, most of the parents go go back with their students and maybe they they could want to find an alternative if there is a place where they can go without paying uh, a coin. Shule zingine ziliendelea kusajili idadi ndogo ya wanafunzi. Shule ya Saina Mixed ilitarajia wanafunzi 135 kufikia leo, ni wanane pekee waliojitokeza. Shule jirani ilitarajia angalau 20, wanne pekee ndio walioko shuleni. Shule ya St Paul's Tombe iliyoko Nyamira ina wanafunzi kumi na nane kati ya 90 waliotarajiwa. Shule ya wasichana ya Kipkelion huku Kericho imesajili wanafunzi mia mbili thelathini kati ya mia nne. Wazazi wanasema changamoto ya karo bado ni kikwazo kikuu. Shule ilifunguliwa Monday, mtoto angeripoti Monday lakini hatukuwa na karo, ila tu tumepata kidogo, tumekuja naye mpaka hapa Kipkelion. Wasimamizi wa shule sasa wa thari, hi, unafunzi, wana wasiwasi kuhusu athari zitakazotokana na idadi hii ndogo ya wanafunzi wanaosajiliwa. It will be very difficult to manage the schools. Serikali ikiendelea kuwa na imani kuwa usajili wa asilimia mia moja ya wanafunzi utawafikiwa kabla ya masomo kuanza wiki ijayo. Brenda Wanga, runinga ya Citizen.